Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehma na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. E, siku hii ya leo tunashukuru tumemtembelea Musa Litete hapa kwake. Na Musa Litete ni dai wa zamani, dai ambaye amefanya kazi kubwa sana katika ulingo wa dawa na yeye ndio waanzilishi wa dawa hapa Kenya, street dawa, hii dawa muhadhara, wao ndio waanzilishi. Na Musa amekuwa ni mgonjwa, alipatwa na ugonjwa ya sukari na ikawa kidogo imemsukuma sana, mpaka siku hizi imekuwa macho kidogo yamekuwa affected na ile maradhi ikawa hawezi ona mbali, anaona kitu kikiwa karibu, object ikiwa karibu ndio anaweza kuona. Leo tumekuja kumtembelea tukimjulia hali, pia na tukapata kumbe kuna dharura kubwa ambayo yuko nayo. Kwa sababu Musa kuna dawa ambazo ameandikiwa na madaktari anatumia, ambazo dawa zenyewe anatakana ameze tembe mbili kwa siku. Tembe moja inatoka shilingi mia moja na kumi so tembe mbili kwa siku ni shilingi mia mbili na ishirini. Na Musa eh, tangu agonjeke na nini, sasa hawezi kimbia katika shughuli zake alizokuwa akienda akifanya, anapata riski. Imekuwa ni mtihani, na tena juu ya hiyo, Musa ako na msichana yake hapa, naye pia ni mgonjwa. So Musa ni mgonjwa na msichana yake ni mgonjwa, sasa ikawa ako na mtihani mara mbili, na ako na watoto wengine so ikawa ni ugonjwa imeteka time kubwa, kwa sababu ni ugonjwa imekaa miaka sita. Sasa ametueleza kulingana na daktari walivyomweleza akitumia hizi dawa eh, ndio ataweza kufanya operation jicho moja iangaliwe kama itafunguka vizuri na hii ingine pia. So, mtihani ambao tumeona ni mkubwa mno ambao tunaomba Waislamu wamsaidie wa ni hizi dawa anazotumia kwa kila siku ni shilingi mia mbili na ishirini. Nikitaja unaweza sikia ni pesa ndogo, lakini ukipiga kwa mwezi shilingi mia mbili na ishirini, upige kwa mwezi inakuja almost shilingi elfu saba kama sijakosea, mwezi moja, na inatakikana akunywe hizi dawa kama E, kulingana na madaktari kama mwaka moja mwaka moja na nusu, ndio waweze kuona reaction venye itakuwa. So Musa anahitaji Waislamu ambao wanaweza wakamsaidia, pia kawa ni wepesi kupata hizi dawa, anaweza shukuru sana. So Waislamu, manake sisi hatunanga uwezo, sisi kazi yetu tunafanya kazi ya dawa na Allah ndiye anajua hali yetu. Hali yetu, Mungu ndiye anaijua zaidi. So, tuwaomba kwa Waislamu ambao wanatusikiza, huyu ni dai ambaye alikuwa anafanya dawa, anafanya shughuli zake, lakini kapatwa na mtihani wa maradhi. Na juzi tulikuwa kwa Yusuf wa Mbogo, naye pia alhamdulillah anaendelea vizuri. So huyu ni dai mwingine. Hatuwezi acha yoyote nyuma, lazima wote tunawatembelea wale madai ambao tunajua wako na hii mtihani. Maana ni kawaida ya binadamu kupata mtihani wa maradhi na vinginevyo. So muislamu uko pale, unaweza maybe hata ukamnunulia dawa hizo za mwaka mzima, inaweza kuwa khairi kubwa sana. Unaweza ukamnunulia hizo dawa za mwezi mmoja, inaweza kuwa khairi nyingi sana. Na hapa katika boma ya Musa kuna kuna watoto wanakula eh, kuna nyumba inalipwa. So Waislamu, mtu ambaye ni mwezi wa Ramadhani, tuko katika kumi la mwisho Wallahi, mwislamu ukimfanyia wepesi mwislamu ndugu yako naye Allah atakufanyia wepesi hapa na kesho siku ya Kiyama. Ukimnusuru mwislamu Allah naye atakunusuru hapa na kesho siku ya Kiyama. Ukimfanyia wepesi binadamu yoyote, ukimfanyia wepesi katika maisha yake, ana shida ukamfanyia, kamfanyia nusura, Allah naye lazima atakukumbuka kwa sababu umemnusuru mja wa Allah naye Allah atakunusuru. So muislamu, uko na uwezo usifanye ubakhiri, unaweza ukamsaidia na shilingi elfu mj elu kumi lakimoja laki hamsini hamsini elfu, shirini, elfu kumi, kwa uwezo wako. Namba yake utaiona hapo chini ya Litete. Kwa ajili ya Allah fanya nusra muislamu. Hii tunaondoka katika Ramadhani manake imebaki siku kumi au siku 9 so muislamu fanya nusra kwa ajili ya Allah mnusuru huyu dai na yeye aweze kurudi katika hali yake ya kawaida, aendelee kufanya shughuli zake na arudi katika ulingo wa dawa, manake tumemmiss sana katika upande wa dawa. So nadhani e, utaongea mawili Musa, alafu Sheikh naye azungumze mawili inshallah. Uh, salamu alaykum warahmatullahi wabarakatu. Naam, eh vile alivyoeleza Salim Ngugi ni, ni sawa ni vile vile ne, mtihani ulio ulionipata, alhamdulillah rabbil alamin, namshukuru wa Allah sababu kila kitu wa Allah kama amekadiria. E, sisi ni kurudi kwake kumwomba msamaha na kumwomba shifaa ambaye Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye upeana. Na vile vilevile nashukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu hawa e, kuweza kunitembelea kuja kuniangalia kunijulia hali ni jambo kubwa sana nyeti, kwa sababu si wengi katika wale ambayo wanaweza wakakukumbuka wakakutembelea kama vile wamenitembelea hapa, huyo Salim Ngugi na Ali na Muitaga Ali Maleba. sisi kwa sababu walikuwa na hizo sehemu ya Maleba kule Industrialia na Hassan Hassan Karioki, vile vile ni watu tumefanya dawa nao kwa muda mrefu sana, na basi ile hofu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wamenikumbuka na wakasema wacha wanitembelee. Nimesema alhamdulillah, ala wapatie moyo huo huo na vilevile vile anasema, vile vile amemtembelea e, yule mbogo, vilevile naye Yusufu mbogo vile vile alishikwa na ugonjwa kama hii yangu pia, kamaweka chini sasa. Kama mimi ni takriban miaka hii, ni mwaka wa sita vile imenikwamia sasa, ikawa siwezi kufanya lolote na ndio unaona kama mtu amekukosa kwa muda, lazima ajiulize uko wapi, uko kaburini ama bado uko hai. Kwa hivyo kwa vile amepata bado unapumua, pamoja na msichana wangu huyo vile vile, basi ugonjwa hiyo imenishika, na vile vile ndio vile imemshika pia sukari, na vile vile maisha hii inakuaga na mitiani mwingine. Unajua kama alijakusibu kusibu, uwezi ukajua liko na dhara gani lakini likikusibu ndio utajua kama sasa vile anavyoeleza dawa hiyo. Mimi lazima daktari wale kule Kinyato waliniandikia nile e, mboga na nile samaki nile nyama ya kuku na nyama ya kawaida, ili waone kama hizi ugonjwa, kwa sababu ilikuwa imefika 37 e, ilikuwa imepanda sana sana. Sawa, wakasema ilikuwa imefikia wakati wa kudunga shindano, ndio akanirudisha. Kwa hivyo vyakula vya chini, nile hivyo vyakula. Lakini ukiangalia hivyo vyakula ni expensive sana kwa mtu kama mimi, sababu kama uendi kazi uendi wapi. Sasa inabidi nirudi kwa ndugu zangu kama hawa niwaelezee. Kweli kweli, wamekuja wameona na wanaona vile kunavyoendelea, basi na wale ambao watajitolelea e, kunisaidia basi Allah na vile vile atawasaidia hapa duniani na siku siku siku ya Kiyama ambayo haina jaji, haina haina mtetezi, haina yoyote, wewe na Mola wako, na katika ile uliyafanya na ukifanya jambo lolote basi Allah anakulipa, kwa sababu Allah anaidi ana, ana, anasema, anasema ndani ya Qur'an, anasema a'udhu billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Anasema e, famani ya'mal mithqara dharratin khairan yaa, yoyote hata kaifanya wema kiasi cha tudu mchungu, basi Allah atamlipa jaza yake. Kwa hivyo nitaombea dua, na vile vile na nyinyi mniombe dua, na vile vile nawatakia e, Ramadhani karimu na Allah wakubalie saumu zenu Amen, na sisi wote waislamu wote na wale wote wanaefunga na wale wagonjwa vilevile Mwenyezi Mungu azidi kuwaponya kwa uwezo wake. Allah Subhanahu wa Ta'ala, mala ndio tunamtegemea. Sina mengi ya kusema, maana e, hayo ndiyo ambayo yamenisibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya, shekh.

waliianaxaristo li muslimina kubuka alacafio kucafimlenaha ika walalkea agaabunoq asocawino Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kama wa wa wa wa eh, vile umesikia ni kwamba huyu Musa ambaye akoa mbele yangu nafikiri, ah, ndio watu wa kwanza waliazisha hii dawa ya comparative hapa mji wa Nairobi ilikuwa ni back in 1994. 94, nilikuwa hata sijasilimu wakati huo, kwa sababu nilikuja kusilimu mwaka mmoja baadaye 1995. Na hao walikuwa wanafanya dawa hiyo comparative the Bible na Quran, walianzisha hivyo bila microphone, walikuwa wanahubiri bila microphone, bila kitu yote, yani kavu kavu, yani eh, kama vile kama vile mnaweza ongea na mtu mkutana barabarani Alafu nimekuja mimi eh, kujifunza kwao kuanzia 1997 ndio nimekuja tumejuana nao, nimewapata hapa katika mtaa wa Isli na wakawa wameanza hiyo comparative. Alafu watu kutoka Tanzania wakaja wakaiweka nguvu ikaanza kusambaa katika hapa Kenya. Kwa hivyo ni mtu ambaye mimi namjua miaka mingi sana. 1994 ndio alianzisha, lakini tumejuana naye 1997. Na Musa mtihani yake ni kubwa, kwa sababu Musa huyu unamuona hapa e, baba yake ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa kwa US. Alienda US akamwachanisha akiwa kijana e, kwa sababu ameingia Uislamu. Aliwachanisha tu hivyo na mzazi na mzazi akaenda na kasahau story yake. Kwa hivyo yeye ni survivor, ame survive na anaweza kujiendeleza yeye mwenyewe kama mwanaume na msimamo wake wa dini uko pale pale. Mzazi mpaka leo, mzazi wake uko, yuko Marekani, mzazi lakini hakukumbuka kama alikuwa na mtoto alimwachanishaga hivyo lakini, Ala yuko na, Ala namstiri, natazidi kumstiri. Kwa hivyo, ningeomba msaidie sana, msaidie sana kwa sababu yeye ni dai, ni wale madai wa kongwe wa hapa. Hata watu wengi hawamjui, watu wengi ambao hawakumkutilia wengine hawamjui hata. Watu wengine tukiambia watu, mtu anashindwa, huyu ni nani huyu? Aa, ndio tulikuwa mwanzo, tuliwakuta hapa isili wakifanya dawa 1994 ndio ameanza, mi nimekuja kumjua 1997. Na nikakaa nao kitu kama miaka kadhaa nikaweza kujifunza hapo kwao. Nimejifunza kwao, eh, kufanya hii dawa ya comparative, comparative preaching. Kwa hivyo ni ndugu yetu na amepata mtihani, hata msichana wake ndio huyu. Yeye amepata mtihani, msichana naye akapata mtihani, eh, wote wawili sasa. Sasa hawa wanakaa nyumbani, msichana anakaa nyumbani, yeye anakaa nyumbani, hakuna kazi anafanya. Unaona sasa inakuwa ni mtihani mkubwa sana. Kwa hivyo Muislamu, eh, msaidie huyu ndugu yetu, eh, at least unajua yeye anatakikana hizo uh, eh, dawa ni pesa mingi eh. Nyumba hii analipa kila mwisho wa mwezi eh, si kazi anafanya, so ni mtihani mkubwa sana. Kwa hivyo Waislamu, sasa kama hata kama uko na zaka, mtu kama huyu sasa anafaa, kama uko na zaka, mpe mpe zaka eh, aweze kujisaidia eh, aweze kujisaidia katika mambo yake ya, ya kimaisha eh, kwa sababu ni kazi mzito hii, si, si mchezo. Kwa hivyo Waislamu, changeni vile eh, mmeambia namba yake, mtapewa namba yake, mnaweza kuongea naye direct, unaweza kuongea naye direct, muhoji, muulize mkil kitu kumuuliza, basi namba utapata ishara. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.